Naitwa Mohamed Janabi, ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, na leo tutazungumzia ugonjwa ambao kila mtu wa nne unayekutana naye duniani sasa hivi umeongezeka katika hii miaka kumi na saba ana tatizo la kiharusi au stroke kwa jina la kitaalamu, na nitachoeleza hapa ni dalili kubwa au viashiria vinapokuambia umepata stroke au utapata stroke. Kwa nitachoeleza hapa ni dalili, na kama muda utaruhusu tutafanya sababu kubwa zinazofikiriwa kwamba zinapelekea watu kupata stroke au kiharusi. Sasa stroke ni kitu gani, au kiharusi ni kitu gani? Kiharusi ni sudden loss of consciousness, yaani unapoteza fahamu ghafla siku utakuwa umeanguka au ulikuwa umelala lakini ni kupoteza. Sasa nini kinachosababisha mtu kupoteza fahamu ghafla katika ugonjwa wa kiharusi? Na mi nazungumzia hapa kupoteza fahamu kwa sababu ya kiharusi. Sababu kubwa ni kwamba kichwa chetu hiki ndani kuna ubongo. Sasa ubongo uko sehemu mbili, uko upande wa kulia na upande wa kushoto. Sehemu ya ubongo, kwa mfano tuchukulie, upande wa kulia wa ubongo kuna mshipa umeziba na damu haiendi pale, kile kisehemu kinaharibika au kinakufa, kwa lugha eh, zile cells pale zinaharibika, kwa pale ndo mtu anapopata stroke. sasa nimesema mwanzo kwamba ubongo iko upande wa kulia na upande wa kushoto. Ukipata stroke upande wa kulia, mwili wako unapooza upande wa kushoto, na ukipata stroke upande wa kushoto, mwili unapooza upande wa kulia. Sasa ubongo au brain ni asilimia mbili tu ya uzito wako, lakini inatumia energy asilimia ishirini ya mwili wote. Maana yake nini? Ubongo uko active au unafanya kazi wakati wote, haijalishi wewe uko macho au melala, ubongo unafanya kazi muda wote, na ndio maana unahitaji pale kinapokosekana oxygen ambayo inapelekwa na damu pale ndo mtu anapopata kiharusi. Sasa ukipo, hata ikiwa sekunde kumi tu mtu anaweza kupoteza fahamu, na ikiwa kati ya dakika nne mpaka sita mtu anaweza kupata madhara ambayo ni ya moja kwa moja katika maisha yote. Wengi tunaona ndugu jamaa zetu, wagonjwa wetu wa hospitali ambao wamepata stroke, amepooza upande wa kushoto na hai, hali yake haijarudi tena. Kwa unaweza kuona umuhimu wa hii oxygen inaotakiwa kwenda kwenye ubongo na inapelekwa na damu. Sasa kuna aina mbili kubwa za stroke. Aina ya kwanza inaitwa ischemic ambayo ni asilimia 87 ya wagonjwa wote. Ukiwa na wagonjwa mia moja, wagonjwa karibu 87 watakuwa na hii aina ya kwanza. Sasa hii nini inamaanisha ischemic stroke ischemic stroke ni pale mshipa wa damu unapoziba. Sasa unaweza kuziba kwa sababu ya kuna clot, kuna damu imeganda pale, kwa kipande cha huku hakiwezi kupata damu kwa sababu kuna kunakuwa na blockage. Kama vile kuna barabara alafu uweke mawe katikati, kunakuwa na blockage, magari hayawezi kwenda upande wa pili. Sasa ule upande wa pili kama ni kwenye kichwa ni brain, ndio pale mtu anapopata stroke na bahati mbaya asilimia tatu au niseme tu kirahisi zaidi, ukiwa na wagonjwa mia wagonjwa watatu wanaweza kupoteza maisha kabisa pale pale. Aina ya pili inaitwa hemorrhagic. Hii ni hatari zaidi, ni pale mishipa ya damu inapopasuka, alafu ndani ya ubongo kunajaa damu. Hawa ni asilimia kumi na tatu, na mara nyingi asilimia hamsini katika wale idha watakufa pale pale. Au watakufa katika wiki chache, au watakufa katika mwaka mmoja, within one year. Na hawa hali zao huwa ni mbaya sana ukilinganisha na hawa wa kwanza. Then kuna hii aina ya tatu ambayo inaitwa transient ischemic attack au TIA. Hii ni tunaita mild form of stroke, sio kali sana, na nitaelezea kwa kirefu huko mbele. Asa najaribu kueleza kile nilichokieleza, hizi aina zetu mbili kubwa, hii ni ischemic stroke. Na hapa utaona kwenye ubongo, hii ni mishipa ya damu. Kwa hiyo kukiziba hapa kwa sababu ya mafuta haya au nini, kipande hiki huku akipati damu, na kama akipati damu maana yake akipati oxygen, kwa hiyo hiki kinaharibika, ndo pale mtu anapopooza. Nakumbushia tena ubongo uko upande wa kulia na upande wa kushoto ukipata stroke upande wa kushoto unapooza upande wa kulia, na ukipata upande wa kulia unapooza wakati wa kushoto. Na observation, tafiti zinaonyesha wengi sisi tunatumia upande wa mkono wa kulia tunapata stroke upande wa kushoto, na wale wanatumia mkono wa kushoto. Lakini hizo ni tafiti tu na aina ya pili ambayo nilisema ni asilimia kumi na tatu ya wagonjwa wanapata, na unapoteza utaweza kupoteza wagonjwa asilimia hamsini, ni pale mshipa unapopasuka na nitaeleza sababu, kwa damu inajaa huku na inapelekea mtu kupata kiharusi, hasa hii aina ya tatu niliyoizungumzia, na nilisema hii ni inapita ni temporary ni kwamba kuna kuwa kumeziba kiasi na kwa sekunde tu chache mpaka maybe dakika mbili, na mtu pale anapoteza anapoteza nguvu au analegea upande mmoja, whether ni kushoto au kulia, lakini mara nyingi dalili zote zinapotea katika katika masaa 24, yani katika ile siku moja masaa 24, within 24 hours mgonjwa anarudi kwenye hali yake iliyokuwa sawasawa kabisa. Kwa hiyo kunakuwa hamna ile damage ya kudumu au permanent damage. Lakini nini kinachokuambia hapa, inakupa tahadhari kwamba kuna siku utakuja kupata sasa stroke kubwa, moja aina zile mbili nilizozitaja pale mwanzo. Naomba kusisitiza kuhusu hii stroke ambayo huwa ni mild, watu wanaiona mitaani na wanaidharau. Narudia tena hii inaitwa mini stroke, au stroke ndogo au kiharusi kidogo. Tunatumia neno lingine pre stroke, kwamba inakupa tahadhari, kuna siku utakuja kupata stroke. Kwa sababu moja ya tatu ya hawa wagonjwa wanaopata hii stroke ndogo huwa wanaishia katika mwaka ule ule kuishia kupata Kia, eh, kupata, kupata kiharusi kamili na na na tafiti zinazoonyesha asilimia karibu 40 katika siku saba baada ya kupata hii wanaishia kupata kiharusi kamili. Sasa bahati mbaya, kwa sababu tafiti mtu anaipata hii nyumbani haripoti hospitali au inaishia wamechuana kidogo nyumbani, mtu amekuwa uh, amepona. Kwa hiyo hatupati ripoti zote kamili, kwa hatujui namba asili uh, asilia ambayo watu wamepata hii stroke ambayo ni minor stroke. Sasa, nini dalili sisi kama madaktari tunaziona tunapoletewa mgonjwa kwenye kitengo cha dharura. Nini tunachokiona kwanza? Tunapewa history kwamba huyu mgonjwa ghafla kapoteza fahamu, maanake nakapooza upande mmoja unilateral. Sasa inaweza kuwa kwenye uso tu au inaweza kuwa kwenye mkono tu au inaweza kuwa kwenye mguu au upande mzima wa mwili huu, nakata katikati, upande mzima unakuwa umepooza au hauna nguvu mgonjwa hawezi kuzungumza vizuri, hawezi kutembea, hawezi kusimama. Na dalili zingine ambazo tunaziona kwa hawa wagonjwa na wewe uliyekuwa nyumbani, kama ukiziona: atashindwa kumeza sawa sawa au kutafuna, ataanza kushindwa kuandika au kusoma, hata kitu rahisi kabisa cha kufunga kifungo hatoweza. Hivyo vyote vinaashiria mgonjwa wako amepata kiharusi au amepata stroke. Kitu kingine ambacho tunakiona kwa hao wagonjwa, na ni vizuri mkisikilize na ukitizame, kama ndugu au jamaa yako ana hizi dalili, anaanza kuona vitu viwili viwili, au anaona mawingu, blood vision, kusikia ganzi kwenye mikono, kusikia kwake kutakuwa vizuri sana na akigusa kitu hasikii vizuri na baadhi ya wagonjwa wanaanza kusikia harufu ambayo haiko sawasawa. Kwa zile sensi kubwa tano zote, kusikia, kuona, kuonja na kadhalika, zote na zenyewe zinaathirika, kwa sababu hizi zote control yake iko kwenye kichwa, na ndio maana kule, kwa sababu kumeathirika, na hivi vitu vingine vyote vinakuwa vimeathirika. Sasa nini hasa tofauti kati ya hii minor stroke tuliyosema TIA kiuhasa, hizi zote ziko sawa. Tofauti yake kubwa ya hii aina ya hii tatu ya stroke, na hizi mbili ni kuna kitu kinaitwa severity kwamba hii kidogo haina yale makali makubwa na baal, katika masaa 24 inakuwa imetoka, hii TIA transient ischemic attack, lakini ukipata zile aina mbili zingine za stroke dalili zake zinakwenda zaidi ya masaa 24 na, na baadhi ya wagonjwa kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba wanaishia kupata permanent damage au kilema cha maisha. So ni muhimu sana kujua nini vinavyoweza kukupelekea kupata kiharusi. Sasa kabla sijaenda, nini kinachoweza kukupelekea kupata kiharusi, dalili zingine ambazo wagonjwa wanaweza kuja nazo ni kusikia kichefuchefu, kutapika, ee, wanakuwa wamechoka kupitiliza, kichwa kinauma sana, na naomba kusisitiza, sio hiki kichwa cha kawaida. Wagonjwa hawa stroke huwa kichwa kinauma sana na baadhi ya wagonjwa tunaona ndugu wanakuwa wanaona wanazungumza vitu ambavyo havieleweki, au ghafla tu amekasirika na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana hizi dalili, ndugu jamaa, mlopo wa karibu ya mgonjwa, mkianza kuona hivi viashiria vinaelekea kupelekea kwamba mgonjwa wako amepata kiharusi. Sasa labda N nini ukubwa wa hili tatizo? Ni zaidi ya watu milioni mia moja duniani sasa hivi wanaishi na huu ugonjwa wa kiharusi, na bahati mbaya hii miaka thelathini iliyopita, unaweza kuona kwenye mwaka 90 tulikuwa na wagonjwa milioni 54 tu, kuja mwaka elfu mbili na kumi na tisa namba ile imekwenda mara mbili ya hile, zaidi ya wagonjwa milioni mia moja walikuwa tayari wana kiharusi. Sasa kinachotia wasiwasi kikubwa kwetu sisi, asilimia 89 ya wagonjwa wa stroke wako kwenye nchi zetu zinazoendelea na hizi zenye income ya katikati. Ukiangalia Afrika, zaidi ya watu milioni 15 wana kiharusi. Sasa nini sababu kubwa mtazielezea huko mbele, lakini inachokuonyesha kutoka mwaka 99 mpaka tulipokuja kufikia kumi na sita, na kila mtu wa nne unayekutana naye anakuwa na tatizo la kiharusi aina yoyote katika zile tatu nilizozionyesha, na kitu kinacho strike kikubwa katika tafiti zetu sasa hivi, zamani ilikuwa ukisikia mtu anapata stroke ilikuwa ni watu wazima miaka sabini kuendelea. Bahati mbaya, sasa hivi asilimia sitini na tatu ya wanaopata kiharusi wana umri chini ya miaka sitini. Kwa ina maana kimeshift kutoka kule kwa watu wazima kimekuja, na sababu nitazitoa kwenye slaidi zangu za mbele hapa. Sasa yeah, naomba kulielezea kwa kina zaidi. Tulisema kiharusi sasa hivi kimebadilika sana ukilinganisha na miaka 30 iliyopita. Kwa wenzetu kule ilikuwa wanapata kuanzia miaka sabini kuendelea, huku sisi ilikuwa kuanzia miaka 60 kuendelea, na hizo namba zinatofautiana kwa sababu ya urefu wa maisha. Maisha yetu tukichukulia Tanzania kwa data tulizo tulizokuwezo nazo sasa hivi, nafikiri kina mama ni miaka sitini na mbili na kina baba ni hamsini na nne lakini ukiangalia sasa nini kilichotokea miaka ya karibuni, kiharusi kimekuwa zaidi, kimeshuka kwenye umri kinaowashambulia. Naomba tutizame hii slide, upande huu wa kushoto ni kina baba na upande huu wa kulia ni kina mama. Utatizama kuanzia umri wa miaka 18, ili grupu la kwanza miaka 18 mpaka 34, miaka 34 mpaka 48 44 na miaka 45 paka mpaka miaka 54. Huu ni upande wa kina baba na upande wa kina mama hivyo hivyo. Sasa hizi rangi nini zinazoashiria, magonjwa ambayo yanaweza kukupelekea wewe kupata kiharusi. Na utaona rangi ya bluu kwa kina baba na kwa kina mama, ili ni shinikizo la juu la damu, high blood pressure ni riski ya kwanza ya kukupelekea wewe kuweza kupata kiharusi. Ukitizama hii rangi nyekundu, hawa ni wale wagonjwa ambao mafuta yamezidi mwilini, tunaita dyslipidemia kwa lugha ya kitaalamu. Ukitizama sababu ya tatu hii ya kijani, hawa ni wale wagonjwa ambao wana kisukari, ambao inawaongezea risk ya kupata kuishia kupata kiharusi na ukitizama hii rangi ya papo ni watu wanaovuta sigara kwa wingi, na ya mwisho kabisa hii ya bluu ni wale watu wenye uzito mkubwa kupitiliza au obesity. Kwa hizi ni risk factor tano kubwa, lakini nitazieleza kwa kina kwenye slide yangu inayofuatia. Sasa hizi ndo sababu kubwa duniani au risk factor kubwa duniani. Mgonjwa akiwa na kiharusi sisi hospitali lazima tuulize moja hizi sababu, kwa sababu ndio zinaopelekea watu kupata ugonjwa kiharusi. Na utaona ya kwanza, kama tulivyoonyesha kule kwenye grafu, ni shinikizo la juu la damu, high blood pressure, ulaji wa vyakula ambavyo sio sahihi sana vyenye wanga mwingi, vyenye sukari nyingi, na nazungumzia hapa sio watu wanakatazwa kula vyakula, lakini tunashauri sana kula kwa wastani, kwa sababu vinapozidi mwili, nilisema kwenye slide, uh, podcast zetu zilizopita kule kwamba mwili hauwezi kutunza wanga na huwezi kutunza sukari, unaibadilisha unaiweka kwenye mafuta na kwenda kunanii mbalimbali. Uzito uliokithiri wagonjwa wa kisukari, unywaji wa pombe ulokithiri, uvutaji sigara ulokithiri, magonjwa ya figo, kutofanya mazoezi e, au kutokuwa active. Kwenye mkusanyiko mkubwa, kuna kitu kinaitwa pollution na hivi navyo vinapelekea, na hapa ningependa kuielezea hii kidogo kwa kina. Pale tunapozaliwa mishipa yetu ya damu inakuwa uko mzuri kabisa, uko round, umezunguka hauna tatizo, damu inapita vizuri. Sasa kwa sababu ya lifestyle yetu kubadilika eh, na, na ulaji usiokuwa sahihi sana, mafuta hii njano ni mafuta yanaanza ki, yanaanza kidogo kidogo tu yanafikia hatua yanakuwa mengi. Sasa unaweza kulinganisha mzunguko huu hapa wa damu unapita vizuri kabisa. Huu umekuwa mdogo, ndo watu wanapoishia na kiharusi, au ikiwa kwenye moyo wanapata mshtuko wa moyo heart attack, na hapa imeziba zaidi. Kwa hiyo utaona kukusa, kwa sababu mwili ukishakuwa na mafuta mengi ni lazima ukatafute mahali pa kuweza kujiziba, na nafikiri huko siku za usoni tutakuja kutoa somo lingine kuwa mwembamba hakuashirii kwamba wewe kuna mafuta. Kuna kitu kinaitwa kwa kiingereza huko thin but fat, nitakuja uh, kulitolea somo. Kwa hiyo mafuta yanaenda kukusanyika sehemu mbalimbali, sio lazima kwenye kitambi, kwenye mishipa ya damu, na hii inaweza kukupelekea kwa somo la leo, ukapata kiharusi au ukapata mstuko wa moyo heart attack. Naomba nimalizie kwa kukumbushia tena kwamba chochote tunachokula kina vitu viwili tu, aidha kwenda kukusaidia kuongeza nguvu yako ya mwili na kupigana na wadudu wowote au maradhi yote utakaoweza kupata, au kwenda kuwajenga wale wadudu ili uendelee kuumwa zaidi. Asante.